Na mwaka huu lengo letu kubwa la NBC Dodoma Marathon ni kuendelea kusaidia ama kusupport um, maternal health, afya ya mama na mtoto. Toka tumeanza marathoni yetu tumekuwa tuna wadau ambao wanatuunga mkono na wadau wanakuja kwenye maeneo mbalimbali, kama alivyosema mwenyekiti leo. Tunayo furaha kubwa ya kumtangaza GSM Group of Company. Sisi kama GSM Group tunajivunia kuwa mmoja ya wadhamini wakuu katika marathon hii ya NBC Dodoma Marathon mwaka huu katika msimu huu, sisi GSM Group of Companies kupitia kampuni yetu tanzu ya GSM Beverages tumepewa jukumu la kuhakikisha washiriki wote wa mbio ambao ni takriban watu elfu kumi na mbili wanapata maji safi na vinywaji baridi pendwa pamoja na maji yetu ya GSM, ikiwemo maji yetu ya GSM Pure Drinking Water. Kupitia GSM Foundation, tumeamua kuunga mkono agenda ya mbio hizi ambazo Aa, ni mahususi kuendeleza vita dhidi ya saratani ya kizazi , lakini pia kuongeza idadi ya wakunga kutoka 100 mpaka 200, kama ambavyo tumeelezwa, lakini pia kufadhili masomo ya wauguzi 100 ambao wataweza kuhudumia watoto wenye uh, changamoto ya usonji ama autism tunaita kwa Kiingereza. Hii yote ni katika jitihada zetu, kuendeleza jitihada zetu za kusapoti jamii ya Kitanzania kuhakikisha kwamba jamii yetu ya ya Kitanzania inakuwa ni jamii yenye afya. Uh, inakuwa ni jamii yenye fursa sawa, lakini pia jamii ya kutoa matumaini kwa ajili ya maisha bora ya Watanzania. NBC, daima karibu nawe.